Unaweza kuita ajali kazini ili ueleweke kwa haraka, baada ya mvuvi Maximo Castro kutoka nchini Peru kupotea baharini kwa takriban siku 95 wakati alipokwenda kuvua wa samaki. Cha kushangaza zaidi ni jinsi alivyoishi muda wote huo akila mende, ndege na kunywa damu ya kasa kwa sababu ya kiu. Kwa mujibu wa The New York Times, Castro mwenye umri wa miaka 61 alipotea tangu Desemba 7 mwaka 2024 katika bahari ya Pasifiki akiwa na boti yake. Katika maisha yake ya upweke anasimulia alitumaini Mungu atamsaidia na siku moja angeiona familia yake. Na nuku, Mungu nisaidie, nitapata nini hapa? Nitaokolewa na nani? Ameeleza alivyozungumza na Mungu alikuwa ni mwenye huzuni. Ilikuwa Machi 12 mwaka 2025 alipoonekana na wafanyakazi wa boti ya kuvua ya Ecuador ikiwa ni mamia ya maili kutoka pwani ya Peru, chanzo cha habari cha Peru RPP News kiliripoti. Alikuwa baharini tangu Desemba 7 alipoondoka bandari ya Marcona ya Peru. Vyombo vya habari Peru vimesema Castro alikuwa ameenda kuvua samaki na mayai yake akipakia chakula cha kutosha cha mwezi mmoja, lakini mambo yakawa tofauti baada ya kupotea. Lakini Desemba ishirini, ikiwa ni karibu wiki mbili baharini, injini ya boti yake iliharibika. Alipunguza akiba yake ya chakula, ikiwa ni pamoja na mchele, biskuti alizokuwa nazo ndani, akaanza kukinga maji ya mvua. Lakini kulikuwa na siku ambapo Castro hakula kabisa na hakuwa na mvua ya kukinga, ingawa bado aliamini angeokoka. Nilijiambia, sitakufa kwa sababu nina watoto wangu na mama. Lakini baadaye alikamata kobe, huku akisema hakupenda kulazimika kumua, lakini hakuwa na namna. Binti yake Aines Napa Torres aliambia RPP News kwamba wavuvi wa ndani walikuwa wakimtafuta baba yake bila mafanikio. Alisema familia yake pia ilikuwa imeimiza mamlaka kufanya utafiti wa anga. Boti yake haikuwa na bikoni ya redio ambayo ingefanya iwe rahisi kumpata, RPP News iliripoti. Anasema kama familia haikupoteza imani na ilikuwa na tumaini la kumpata baba yao. Baada ya kuonekana, alipelekwa kwa helikopta hadi kwenye chombo cha walinzi wa pwani ya Peru ambako alipewa matibabu, kulingana na jeshi la wahamiaji wa Peru. Binti ye anasema baba yake alikuwa amechomwa na jua, amepungukiwa na maji mwilini. Aliita tukio la kupatikana tena ilikuwa ni kama muujiza kutoka kwa Mwenyezi Mungu.